Tumeelezwa kwamba e, kutakuwa na ununuzi wa magari manne. Haya yote ni manufaa makubwa sana ambayo yatapatikana kutokana na utekelezaji wa mradi huu wa barabara kilomita 8.4 ambazo zitagharimu shilingi bilioni 21.9. Basi mimi niwaombe wananchi wa hapa Mpanda na wananchi wa mkoa Katavi kwa ujumla wake, kwamba jambo hili tulilopewa ni heshima kubwa sana. Matarajio yetu ni kwamba itakwenda kuleta mabadiliko chanya kwa mwananchi mmoja mmoja, lakini kwa wananchi wengi, kwa vikundi na kadhalika, vijana wetu wa bodaboda, vijana wetu wa bajaji, wanaoendesha baisikeli na kadhalika. Haya ni mafanikio makubwa na huu ni ukombozi mkubwa sana kwa nyie, kwa maana ya kwamba itakwenda kurahisisha usafiri na usafirishaji katika maeneo yote ambayo barabara za lami kilomita 8.4 zinakwenda kukamilishwa. Naomba nitoe wito kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, jukumu la kushiriki kwenye miradi hii na kuitunza kikamilifu ni la kwetu sote, uongozi, viongozi, wasimamizi pamoja na wananchi wote. Kwayo niwaombe, tutunze miradi hii kuanzia kwenye hatua za mwanzo za ujenzi wa barabara hizi na miundombinu mingine kama tulivyoitaja, tuhakikishe kwamba hakuna ubadhilifu wa aina yoyote uchepushaji wa malighafi wala wizi unaotokea kwenye maeneo haya, ili miradi hii iweze kuwa na ubora unaostahili na ubora tunaoutaka. Lakini pia tuseteke ujenzi wa barabara hizi uwe ni chanzo cha kuongeza uzuri wa makazi yetu katika maeneo haya, lakini pia kukuza biashara na kukuza thamani za ardhi katika maeneo yote ambako barabara hizi zitapita. Barabara hizi si kupita peke yake lakini zikuze uchumi na biashara kwa kila mwananchi katika maeneo yetu haya ya Manispaa ya Mpanda.